Kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Lakini la pili, katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo hayajumuishi e, yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Tatu, kwa Wizara ya Elimu yenyewe sasa teknolojia, kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Tamisemi pia Wizara ya Viwanda na Biashara. Hakikisheni vyuo vya ufundi 65 vinavyoendelea kujengwa na serikali vinakamilika haraka ili kuongeza fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu.